Na yoyote atakayemtakia mabaya mama huyu, Mwenyezi Mungu ampe stroke ya hatari. Semeni amin. Yoyote atakayemuandama mama huyu kumtakia shari, Mwenyezi Mungu ampe kiharusi kikubwa sana. Semeni amin i amin. Haitapotea, utapata stroke, utapata kiharusi na utakaa chini ili Watanzania waendelee kupokea maendeleo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. <apples> hawa viongozi wa dini ni mashahidi, wameona, wanawakilisha viongozi wengine wa dini wote walio wengi Tanzania. Tunashuhudilia mazuri ambayo mama anatufanyia, kwa hiyo tutaendelea kumwombea na tutaendelea kuiombea nchi yetu. Tunasikia chokochoko choko zinazoendelea, lakini zitashindwa na zitaregea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawataweza, waliojaribu ni wengi, walishindwa na Tanzania ilibaki salama, na wanaojaribu hata sasa pia watashindwa na Tanzania itaendelea kubaki salama. Yes, bana, mambo vipi? Kuna, kuna video clip ambayo imeweza kusambaa ikimuonyesha moja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu ambaye pia alikuwa akiongea masuala mazima eh, tofauti tofauti eh, aki, aki, aki, aki, msema mama fulani labda na kuweza kumuombea dua mbaya kifanya eh, kwamba, eh, kitu clip ambayo jambosa kuwekea hapo na ambacho akilembacho akikiongea sasa, moja kati ya watu ambao pia ni maasema ni, ma, ni, ma, hey, ni kidogo mastaa kutoka hapa Tanzania, bwana Faiza pia aliweza kuzungumzia swala hili pia, na alikuwa ame, ame, post ile video clip, alikuwa ameongelea video clip ambayo mbayo mtumishi huyo alionekana akiongea, au kiongozi huyo wa dini ya Kiislamu akiweza kuongea kuhusiana na sakata hilo la mama siju kufanya nini. Pia alitaja Samia Suluhu Hassan mle, kila kila mtu anaweza kukua na doubts tofauti tofauti, aka comments na kuweza kuandika kwamba yani binafsi sina eh, siwezi kumtakia mama mabaya au baya lolote, lakini kama kiongozi wa dini unawezaje kusema haya maneno? Hii dini ya namna gani? Hii umejifunza ya wapi? Shekhe, umetuangusha sana Waislamu. Yani leo nimekosa kusema lile neno langu la proud to be muslim. Hapana, kwa kweli hatujakamilika, lakini mm, nafikiria ingekuwa vyema ungemwombea mama mema na kuhamasisha jambo lolote zuri, lakini hilo umekosea and big no. Na kuweka kiemoji flani hivi cha kuweza kugeukia chini, na of course kuonyesha kwamba hajapendezewa na swala hilo, lakini pia watu wengi wameonyesha kuja hapo na kuweza kusupport kuhusiana na kile kitu ambacho ameweza kukiongea. E, kuna huyo mshikaji pia ameweza kusema kwamba kuwa rais haimaanishi ndiyo kuwa mkamilifu, ifike hatua tuheshimu Mungu bana akimzungumzia kwamba kiongozi pia, kuna namna kama amekosea na hajaongea vizuri. Mwingine akasema hadi viongozi wa dini wamekuwa machawa eh bana. E, noma sana. Mwingine akasema kwamba eh e, vinajipaga umungu hivi proud, e, proud. Yani, hapa alikuwa anakimaanisha kwamba kuna ile kauli ya kusema kwamba proud to be sijui nani, proud to be nani, proud to be nani. Kwa hiyo mshikaji anasema kwamba huwa vinajipaga umungu hivi, hivi, proud to be noma sana. Mwingine akasema kwamba laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Kwa hiyo huyu comment yake, ambavyo nimekwisha kuielewa ni kwamba maana ile laana ambayo alikuwa anaitoa yule mtumishi na i, inakuwa kama haina sababu yoyote kutokana na kwa yule mtu ambaye anakuwa anaambiwa kitu kile bana. Huwa haiwezi kumpata mtu yoyote, laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Kwa lazima laana iwe na sababu iliweza kumpata mtu, labda umeweza kumongelea mabaya, umeweza kumongelea vitu vingine kibao. Lakini mshikaji mwingine akasema kwamba baba kiazi, huyu mzee mzima, kiongozi wa dini, unakuwa chawa pumbavu kabisa bana. Ameweza ku drop comment yake hiyo. Mwingine akasema kwamba Waislamu safari hii mnisamee samee, wametuangusha. Ni kweli mshikaji ameweza kukosea, binafsi pia sijapendezewa na hichi kitu. Mwingine akaandika kwamba Faiza anajua sana kuandika, kuongea, eh, kuongea lakini pia kupangilia maneno hata comment yake pia imetulia haina e, ma, e, makadirio au chochezi e, bana noma sana kwa kumaliza malizia kabisa comments hizi hapa za mwisho, huyu akasema huyo shekhe kaongea pumba, noma sana mwingine. Akasema kisa ubwabwa e, bana, e, ubwabwa tena. Mwingine akasema kwamba yani, How proud to be wanajikutaga e, ndo Mungu wa dunia. Lakini pia wa mwisho kabisa akamalizia kwa kusema asaka firah, akaeka emoji ya ya inatoa chozi pale, na hii ni kutokana na kitendo hiki kutokupendezewa lakini pia kitendo hiki kuwa eh, bana, ni kibaya na laana siku zote, pia isiyokuwa na sababu haiwezi kumpata mtu yoyote. Take for this and my name is Zildat. Kabisa endelea kusubscribe channel yetu, lakini pia kulike, kucomment, kushare utakuwa umetisha. E kinoma noma chao.